Okay, bwana story ambayo niko nayo ni kuhusiana na mwanadada legendari kabisa wa muziki wa Bongo Flava kutoka kipande cha 255 bwana Lady JD, sasa hivi anaonekana kabisa yuko salama. As if kama ni wimbo wa Diamond Platnumz ambao sasa hivi umetoka ukiendelea okay, kutrend kabisa, ambao watu ambao wapo kwenye kapo ni kama vile unawahusu, lakini kwa upande wa Lady JD anaonekana anaonekana yupo mikono salama baada ya kumpost, ambaye inasadikika kwamba ni mpenzi wake, lakini hata yeye mwenyewe pia ameweza kudhibitisha kwamba ni mpenzi wake kupitia post hiyo ambayo ameweza kupost wawili hao wakiwa pamoja, na kwenye upande mzima caption pale ameweza kuandika kwamba e, bwanangu. Sasa kuna baadhi ya watu ambao ni mashabiki wake wameweza kutoa mitazamo kupitia post hiyo hiyo ambayo Lady JD ameweza kuipost. Sasa kuna huyu ambaye anasema dada wa taifa, lakini pia kuna huyu mwingine anasema nimecheka jina lolo muita eti bwanangu, akaweka emoji fulani hivi za kucheka. Lakini kuna huyu mwingine ambaye anasema kaka e, naona waandishi wetu lakini kuna wengine ambao nao wameweza kutoa mitazamo yao, kama huyu ambaye anasema kwamba haya ndio mna mheshimu huyu mambo haya e, nendeni kwenye show yake. Sasa hayo ndio ambayo e, kuna huyu ambaye aliweza kutoa e, komenti hii hapa ambayo Lady JD yeye ameweza kureply na kusema kwamba watakuja na watajaa, wewe na akili yako fupi baki nyumbani, sababu e, huna hicho kiingilio, akili fupi kuliko kimo Eh, cha Steve Nyelele akawa amemchana hapa shabiki yake, lakini kama vile ame tupa kijembe fulani hivi kwa Steve Nyelele, kwa sababu Steve Nyelele kama watu wanaofahamu kwamba ni e, mfupi, ni moja kati ya watu ambao wapo katika tasnia ya uigizaji, lakini yupo katika, e, katika engo tofauti tofauti. Sasa kuna huyu pia ambaye ni shabiki yake, amesema mbona kijana kuliko wewe. Kwa upande wa Lady JD ameweza kureply na kusema kwamba sipendi wazee. Lakini kuna huyu mwingine pia ambaye ameweza kudondosha komenti yake, amesema e, unazeka na mabwana wapya kila day kwa upande wa Lady JD ameweza kureply na kusema kwamba wewe weka single ukipenda, ni maamuzi yako. Halafu una unayo list ya wangapi hadi sasa eh? kama hujaishia eh, kutaja wawili e bana, unawajua wangapi niliyowahi kuonesha. Umejishindia umeji kombe la ujinga hongela best. Sasa huu ndo ujumbe ambao Lady JD ameendelea ku reply kwa baadhi ya watu ambao wao wanaendelea kumponda Lady JD kwa maamuzi ambayo wameweza kuyafanya. Na kama unavyoona kwamba picha ya mshikaji ambaye ameweza kuposti naye umeonekana kama vile age ya Lady JD ni kubwa kuliko huyu mshikaji na kama watu wanavyomjua kwamba Lady JD alianza kitambo kinao manoma, way back kwenye mziki wa Bongo Flava mpaka sasa hivi bado anaendelea kudunda, na watu wakikadiria kwamba huyu mshikaji ni kama vile yuko na miaka 30 29 fulani hivi hivi, lakini kwa upande wa Lady JD ni anagonga kwenye miaka 46. Sasa umeona e, distance ya miaka hiyo, lakini kwa jinsi ambavyo kwenye picha ya pamoja wanaonekana kabisa wa kivai pamoja, wanaonekana kabisa kama mabani. Uwe ndo kitu ambacho e, kipo kwa upande wa Lady DJD mikono salama za iteru before e, bana. Kwa mtazamo wako kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kunyanja comment hapo, usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha. Chao chao.